and kuzamba nthaye kuzafika june ndiuti kabambe e, e, e, e, kuzakhala moto chifukwa zimena amalawi mukufuna kuti azine nazo kabambe ndizimene akuyankhula panopa mukamuza chinthu msogoleri azivesesa even akweni akweni kamayankhula amayankhula zomwe ni wa amalawi mukufuna mumve that's what we call politics smart politics osamapanga kuti uyo wina kuyankhula zosemphana

windio wachipani cha MCP kandio ka wa DPP ka nkula kawa akamayankhula president wachipani aziyankhula kuonesea kuti nkula kwa, kwa Malawi kuzera kuchipani kwawo kuzera parare awo so president president kabambe zulo wayankhula bwino kwambiri ngati msogea wa ziko kupasani ndithu bwinobwino saanyoze munthu koma akukuwuzani zomwe ak zauzapanga ndi mene zinziri panopa ndi zimene angapanga

kwa kwa MCP azipani ziaziaasaayakuaieeaabaakuyakhula he knows what is saying komanso ali ndi zambiri zomwe akusunga kusunga. Mubongo mwake zomwe azapangire ntchito akalowa m'office izizakuyankhula papa ize akuyankhula within this short period of time kuzafika pa 6th September akuziwa kuti kusogolo kuli nchito yaikulu kwambiri Five years when you be in office munthu sazayankhula ngati papa you only be working in office chifukwa zonse watiuza kale zomwe azapanga ife a Malawi tizangodikira basi achiti akunena yekha suti kapena akunenaso munthu wina ah, amangosogozera amangowunikira apo ndi apo koma mwini wakeyo kaba mene akuyankhulira you can feel it now we have got a leader we are now moving out

Because msogolelo akuyankhula zinthu zomwe Kabambe is speaking like a gentleman. He is speaking like a statesman not only a statesman the highest statesman, statesman so comrades Malawians, this is what I can just share with you about this political environment in panopa the anake that we are seeing zomwe Zukanga, ngati zikuchitika kuzipani za MCP ndiambe ndiku MCP uku kusento mzimba sento kumzimba sento mwazionera Malawi.

kuti atenge usogolo wa chipani cha MCP after John Temba takalamba hmm? so achakwera ineyi naziwa kalekale ndipo palibe waku MCP anga angalinamize za Chakwera ndi MCP palibe wa onsewa mukuwaona wa MCP awawawa achina Chimwendo Banda achina Sam Kawale, achina... the onse these people are useless they can't manage MCP as a national party ndi anthu osankhana mitundu That's it. Mtumbuka wina aliyense wochenjera kwa MCP amabwela ku historia yakale ya chipanioayaba How can we northerners get back our party? We are civilized people anthuakumpoto ndifanthuochangamuka oro mkati moni mapanga timapanga ifeyo pachikhalidwe chathu chituko chomwe ciaatoka pakomo pake munthu inaliyentse kuyamba kuchitipa karonga rumphi nkhatabe mzimba likoma ndi masukulu abwino mwini ma project a boma kwa watu mwiza kusukulu We don't suffer the way anthu ena amachisa suffer ku central region kunoko kumpoto ife kunoko by 2030 si uzakhala nyumba ya mauzu eve panopa mwina ngo kangati.

Ine Sangani Namize. I've been brought up in Southern Region. The West Region, politically, mukapa saudindo ndapa Central Region. Achichewa koma titana nazo zimene ziathana okhaokha chufuka zimene pano pazi That is the end of them because in a party, ngati mchipani muli conflict. muli ma conflicts mchipani mulimuliahiani okuzana antu awiri osiyana mitundu Chimwendo Banda mchewa,

Kumpoto secretary general wa chipani, mwina kanachoka kumwela zikanakhala bwino, chifukwa secretary general ameneyo ipo poyambayo anachoka kulilongwe komweko, central region. Ese ho ankaka. So the two secretary generals a chipani cha MCP, ochokera central region, wina kudowa, wina kulilongwe, president wochoka kulilongwe, ndi ameneyo asogoleza chipani cha MCP, ese ho ankaka, adakali ndi mphamvu mu MCP, ndi gulu lomwe ndi amene amende sana ulimozi, secretary general wake dai mene

Vitumbiko Mumba panapo wafikapo asiki ngatapapa Vitumbiko Mumba sapanga sapanga resign Vitumbiko Vitumbiko Mumba na eso is a problem Because this is the time for Vitumbiko Mumba to resign move on then matipali democracy why do you waste time when you know that ulindi nzeru zabwino ukuzapanga zinupawe kupanga chintho oneka why do you kill to mcp ine o left mcp and hama ndiseka Comrade Lwara anali garden on state house yes

ndinachewa nde muyende nao alidere mkinga mtende nao mchewa ni munthu ofuta kwambiri akapa mpando wa president olo ku office olo ku ntchito azichewa wanthu ofuta kwambiri samafuna mtumbuka olo, ma olo graduate awawa death graduate pensions ndamena <coughs> oh, akumpoto southern So, to change this ten to one, let's just go deep with our democracy <coughs> Excuse me. ecuse tentipite deep ndi democrasy yatu kuthana ndi mchewa is to exercise our democratic views and the norms. Bas. panda mapande apopo simuthana nayi mchewa. Mchewa ni mizuwaka achira kulu. Chonja Vitumbiko Mumba pele popo amuwerengaka. Muone menena muwerengera Saulos Chilima kumpanisa milandu

Zachipani zose zose mwasiya uko mukona muntu ya isapanga chonji so vitumbiko mumba isat him Kampu ya vitumbiko mumba wake up about DPP uh, DPP mwaonatu DPP ndi MCP For UTM, God bless you all.